Na mfuatiliaji wetu kama alivyokudokezea awali ni kwamba leo tunajadili athari za vita vya ushuru wa Marekani na madola mengine makubwa kwa Afrika na Walter Nguma atakuwa katika laini ya simu kuweza kuchangia katika mada hii. Lakini katika hali ya kukumbushana kwanza, ni kwamba tangu kuingia madarakani kwa muhula wa pili, rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akitishia na pia kwanza kutekeleza nyongeza za ushuru kwa bidhaa za mataifa mbalimbali yakiwemo China, Canada, Mexico, Umoja wa Ulaya, kutaja tu baadhi. Trump tayari ameweka ushuru wa asilimia ishirini na tano kwa bidhaa zote za chuma na alumini zinazoagizwa kutoka nje, ambao ulianza kutumika tarehe kumi na mbili mwezi na pia ameweza kutoa tamko la kutaka kuongeza ushuru zaidi kwa bidhaa za Umoja wa Ulaya na mataifa mengine, hali ambayo inatishia kutanua vita vya kibiashara ulimwenguni. Tayari tunaona kwamba Canada imejibu kwa kuwekea bidhaa za Marekani uh, ushuru pamoja na kutangaza karibu dola bilioni 30 katika bidhaa za chuma na alumini na zingine za ziada za Marekani, kujibu hatua hiyo ya Trump. Sasa kutusaidia kuchambua mada hii, kama alivyosema kwenye laini ya simu, tuthibitishe tu kwamba bwana Nguma ananipata. Hujambo bwana Nguma? Sijambo kabisa. Karibu sana katika mada hii, na kwa kuanzia, tunasikia tu vita vya kibiashara, vita vya kibiashara vina maana gani hasa. Tukisema vita vya kibiashara inamaanisha nini? Um, tunapozungumza habari ya vita vya kibiashara maana yake ni kwamba ni zile nchi ambazo zinafanya biashara kwa pamoja e, zinapoingia katika namna ya kuweza kuona namna gani ya kuweza kuli, kuli, kuliwini soko au kuweza e, kuliteka soko kwa maana ya kwamba kuna mmoja anatamani kuona kwamba yeye ndiye analitawala soko zaidi na wengine wanakuwa chini yake, au wengine wanaona kwamba E, namna ambavyo tulikuwa tunafanyiwa au tunaenda katika soko hatupati faida. Kwa hiyo mtu ana a, a, uongozi unakuja na maamuzi ya kuweza kuja na vipengele mbalimbali mbali, kwa mfano kwenye masuala ya kodi e, vya kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo e, wanaweza kuhakikisha kwamba wanapata nafasi yao katika soko au pengine wanaweza kulitawala soko zaidi, kwa hiyo wale wengine wote wanakuwa chini yake. Sasa tunaona vita hivi vinahusisha sana, kufikia sasa yanayotajwa ni madola makubwa, Marekani Kanada, Marekani Mexico, Umoja wa Ulaya, lakini Afrika bado hatujasikia ikitajwa kufikia sasa. Tuseme imenusurika ama pia inafaa kujiandaa ama inakabiliwa na tishio hilo la kuathirika? Haijanusurika sana Afrika, lakini tunasema kwamba Afrika hatuoni ikitajwa sana kwa sababu Afrika sio tishio sana kwenye soko la dunia, kwa sababu ya kwamba Afrika sisi hatuna viwanda vingi ambavyo vinatengeneza bidhaa. Ukiangalia asilimia kubwa ya bidhaa nyingi ambazo zinatumika katika nchi za Afrika ni zile ambazo tunaagiza kutoka ughaibuni, kwa maana eh, tunaagiza kutoka China, Marekani na maeneo mengine duniani. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba vita hivi ni vya wale ambao hasa unakuta kwamba ndio wazalishaji wakubwa wa, wa bidhaa ambazo ndizo ambazo zinakwenda kwa asilimia kubwa katika soko la dunia, ikiwa ni pamoja na Afrika. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba eh, malengo eh, zile nchi zenye zenye uwezo kwa mfano Afrika unaweza kuna, kuna namna fulani kama kuna namna eh, Afrika ya kusini inachukuzwa chukuzwa kidogo eh, kwa sababu ile ni nchi ambayo na yenyewe ina ina, ina, ina ina sehemu yake katika soko la dunia. Kwa hiyo unaweza kuona hizi nchi nyingine bado hatujawa tishio sana, kutokana na kwamba sisi wenyewe wanatutafuta, ni kama wanunuaji wao, ni kama wateja wao, kwa hiyo wale ambao ndio wauzaji ndio watengenezaji wa watengeneza zile bidhaa uh, ndio nakuta kwamba ndio shida ambayo uh, ndio ambao wako kwenye hii vita kwa sasa. Lakini sasa, bwana Nguma, tunaona kwamba Afrika huuza kwenye masoko ya nje bidhaa ghafi ambazo bado hazijatengeneza viwandani, labda kuna tishio kwamba bidhaa hizi pia zinakabiliwa na ushuru katika siku za baadaye bidhaa Afrika itakuja kwa sababu ya kwamba ukiangalia, kuna mataifa kwa mfano China na Marekani, unaona wanasuguana. Maana yake ni kwamba e, nchi ya Afrika labda pengine ikitokea kwamba wamewekeana vikwazo, maana yake ni kwamba nchi za Afrika zitaingia kwenye wakati mgumu, pengine kwenye namna ambavyo watakuwa wanauza e, zile rasilimali ma, ma, ghafi ambazo wanaziuza kwenye soko la dunia. Kwa hiyo ndio ambao kunaweza wakatokea shida hiyo, lakini ukiangalia kwa hivi sasa bado, lakini ukiangalia E, pamoja na hayo yote ni kwamba endapo Afrika itaonekana ni kama uchochoro kwa baadhi ya nchi nyingine, kwa mfano China au China akaona kwamba Marekani ndo amechukulia Afrika kama uchochoro wake, maana yake ni kwamba wenyewe wanaweza kuona kwamba sasa namna gani ya kuweza kuliataki pia eh, soko la Afrika, kwa maana ya kwamba na wenyewe wanaweza kuja na hiki ambacho tunakita reciprocal tarifs kwamba eh, kile ambacho mnatutoza ndicho ambacho tutawatoza nyinyi. Kwa hivyo unakuta kwamba kwa vita hiyo eh, inaweza ikahamia huku Afrika kwa namna hiyo, pale ambapo mmoja eh, atataka kuona kwamba anataka ana, ana kuichukulia Afrika kama sehemu yake ya, ya, ya, ya, ya kujivunia. Eh, kwa hiyo mwingine anaweza akaja kwa namna nyingine ya kuweza kuona kwamba eh, katika hili sasa labda na Afrika tuwaingize katika mlango wa namna hii. Bwana Nguma tunaona China mara nyingi huagiza kutoka Marekani bidhaa za mashambani kama vile ngano na soya ambazo tayari zimewekewa ushuru uh... Hatua hiyo bila shaka huenda ikaifanya China kidogo kurudi nyuma kutuagiza bidhaa kutoka Marekani. Sasa tukiangalia katika mataifa bara Afrika kama vile Afrika Kusini, pia inakuza mazao hayo katika ile hali ya biashara, ju unaangalia fursa iko wapi, labda unaona kwamba Afrika ina nafasi ya kuweza kutumia fursa hii kujimarisha kibiashara? Tunayo, tunayo nafasi kubwa sana, tunayo nafasi kubwa. Unajua Afrika tunayo nafasi kubwa, suala ni kwamba E, fursa ambayo tunakuwa nayo mara nyingi, namna ya kuitumia ndio imekuwa ni kitendawili, lakini ukweli ni kwamba fursa tunayo. Kwa mfano e, unavyozungumzia baadhi ya bidhaa ambazo e, baadhi ya mazao ambayo yanatoka Marekani yanakuja kwenye soko la la, la, la e, soko la China e, hapa Afrika yanastawi. Lakini ukiangalia je, kipaumbele chetu na e, kwenye masuala ya kilimo kiko vipi? Ni namna gani ambavyo wakulima wanawezeshwa? Ni namna gani, kwa kiwango gani tunazalisha hiyo ndio mtihani unakotokea. Tungekuwa na uwezo wa kuweza kuzalisha vya kutosha e, tukaweza kutengeneza chakula cha kutosha, maana yake ni kwamba China asingejiuliza mara mbili mara tatu, angesema kwamba kwa uhakika chakula hiki linaweza kukipata Afrika. Kwa hiyo katika mizozo hii, ni wakati wa nchi zetu za Afrika kuweza kuona fursa ambazo kwa kweli kwa kipindi kirefu ambazo ta mpaka mba, sasa tumezipata tuone namna gani sasa tunaweza kuanza kuzipata hususani kwenye masuala ya kilimo, bidhaa za kilimo, kwa sababu sio tu China na Canada, sio China tu na Marekani. Unaweza kuona pia kati ya ya Marekani pamoja na Canada. Unaona kwa mfano sasa hivi Canada nata- ha-ha- hataki kutumia tena kahawa inayotoka Marekani. Je, kahawa huku kwetu haistawi? Inastawi vizuri Kilimanjaro kule inastawi, na maeneo mengine Bukoba na kadhalika, na nchi nyingine mbalimbali. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni fursa kwetu, lakini tumejiandaa vipi na tumejipanga vipi katika kuweza kuhakikisha kwamba tunazivuna hizo fursa na kuzitumia na hivyo kuweza kuongeza eh, mapato katika nchi zetu na ajira na mambo mengine kadhalika na kadhalika. Naam. Basi, wafuatiliaji wetu pia wameweza kutuma bila shaka maoni ama maswali yao. Suleiman, sijui wanasemaje? E, tatu kama ulivyosema, swali hili pia lipo kwenye mtandao wetu wa kijamii na mm -hmm. maswali li, watu watu mbalimbali wameanza kujibu. Kuna huyu anaitwa Mwalimu Sauli anasema yuko Dar es Salaam, anasema Afrika lazima iathirike na vita hivyo kwa kuwa tangu zamani uchumi wake umeegemea kwenye uchumi wa bara la Ulaya na Marekani. Sasa najiuliza ni funzo gani ambalo mataifa yetu yanapaswa kuanza kuchukua? Nitasoma yote alafu baadaye utapata nafasi ya kupata kupa, majibu mengine moja kwa moja mm -hmm. anaitwa Juvenal Alfonso anasema yuko Dar es Salaam, anasema kwa siku nyingi mataifa hasa ya Kiafrika wakati wa kupanga bajeti zao zimekuwa zikilingana na sera za Marekani na mataifa ya Ulaya. Je, kwa hizi sera mpya za Trump mataifa yetu anapaswa kufanya nini ili kuendana na haya tunayoona kwa sasa? Wa mwisho anaitwa Manetiki, anasema tayari tumeona Trump akizuia misaada, kwa hivyo tayari uchumi wetu utaanza kuzorota mm -hmm. Swali ni je, nchi zetu zinaweza kusimama zenyewe kiuchumi? Na haya ni baadhi tu ambayo nimeshuka kwenye, kwenye maoni yetu waandishi wa wafuatiliaji wetu wameyasema katika mitandao yetu, labda Bwana Nguma anaweza kutusaidia kujibu hilo. Eh, asante. Sasa ukiangalia kwa mfano hili la kuzuiwa kwa misaada ni kweli, ukiangalia uh, baadhi uh, nchi zetu za Afrika bajeti zake zimekuwa zikitegemea uh, nchi za Ulaya na Marekani, na ukiangalia kwa mfano hapa kwetu kwa tunategemea sana Marekani kwenye masuala ya ya afya zaidi. Uh, ukiangalia kwa mfano madawa ya ukimwi, malaria, chanjo za polio na kadhalika. Sasa ukija kuangalia Eh, serikali ilikuwa imeshajisahau, ilikuwa haiweki kabisa bajeti kwenye hayo maeneo, kwa sababu eh, walikuwa wakipata msaada kutoka nje. Sasa bwana mkubwa amekwisha kuzuia, maanake mm -hmm. ni kwamba <laughs> ni wakati sasa wa sisi kujifunga mkanda na kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo tunaweza eh, tunaweza sasa tukaanza kujihudumia, kwa maana ya kwamba hizo kama ni hayo madawa na chanjo, tuone kwamba ni kwa namna gani eh, ambavyo tunaweza kutumia tunaweza tuka eh, tukazipata. Kwa hiyo ina maana kwamba Uh, inabidi tuone ni maeneo gani sasa tuanze kujiminya ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapata fedha kama ni matumizi ya serikali waweze kwenda kule na kuona namna gani tunaweza tukapunguza zile bajeti kwenye chai, kwenye mavazi, kwenye usafiri, kwenye eh, labda tafrija na mambo mengine mbalimbali, ili angalau tuweze tukapata hizo fedha zikaweza kusaidia kwenye kupata madawa na vitu vingine kama hivyo. Hiyo inawezekana, kwa sababu ukiangalia katika matumizi ya kawaida Afrika tunatumia sana ukilinganisha na zile ambazo tunapeleka katika masuala ya kimaendeleo. Asante sana bwana Nguma, mambo mengi, muda mchache, lakini shukran sana kwa mchango wako katika mada hii. <laughs>